Leo tumejumuika katika shule ya Mtemi Mazengo primary school kwa ajili ya kukutana na viongozi wakuu wa shule za sekondari za mkoa wa Dodoma waliofika hapa kuhudhuria kukabidhiwa vifaa vyao kwa ajili ya matumizi ya intaneti kwenye mashule. Sisi kama kampuni tulikuwa tuko kwenye project na serikali pamoja na shirika ya UNICEF katika kuhakikisha kwamba tunapatia vifaa ya mtandao kwa ajili ya matumizi kwenye mashule ya sekondari ili waweze kurahisisha upatikanaji wa masomo yao na vitabu mbalimbali kwenye library zinazopatikana. Kwa hiyo leo tumejumuika hapa kuwakabidhi na kuwaonyesha demonstration jinsi gani na vifaa vinavyotumika. Matumaini yetu ni kwamba wataenda kuviweka na kuanza kuvitumia kwenye mashule ili kuongeza ufanisi na uelewa wa wanafunzi kwenye masomo yao. Na hili zoezi linaendelea, e, takriban 1500 tutakazotumika ndani ya miaka mitano zote zimeshaunganishwa katika mfumo huu. Kwa hiyo kampuni kama kampuni shirikiana na wadau kwenye mikoa tofauti tofauti, tunaendelea na hili zoezi na matumaini yetu kwamba tutalifanikisha kabla ya wakati ili kuweza kukidhi kuwafikia walengwa kwa wakati. Ah, hili zoezi lina faida kwa maana ya kwamba linawezesha kuwa, ku, ku, kuwa, pia kuwajulisha wawakilishi wetu kwa upande wa walimu na wanafunzi kwenye hayo maeneo ambayo wanaenda kutumia vifaa kuonyesha jinsi gani kwamba kampuni ya simu ya Airtel imeweza ku, kufikisha mawasiliano na akiwa anafanya kazi kwa ufanisi zaidi. Hichi kitakuwa ni kipimo cha kuonyesha spidi ya intaneti na uwezo wa watu kutumia mtandao wetu bila kikwazo chochote kile. Shule hizi ishirini zimepokea vifaa hivi kwa ajili ya library, wanapata material kwa vidato vyote na kwa masomo yote na bila gharama. Kwa hiyo ni washukuru sana, Airtel. Kwa kutufikiria au kutufikia kwa namna hii kwa shule zetu, kwamba bila gharama mwalimu, mwanafunzi anaweza kuingia kwenye hiyo library na akapata materials zote, vitabu vyote bila gharama. Wito wangu kwa wakuu wangu wa shule tuliopata vifaa hivi, tukavitunze tukawe mabalozi wazuri kwa walimu wenzetu, tukawaeleweshe namna ya kutumia vifaa hivi, tukavitunze na kila baada ya mwezi tutakuwa tunaona namna gani wanatumia na mkavitumie kwa usahihi, na tunaamini kwa kupitia msaada huu hata wazazi watapunguza gharama au kuacha kabisa kununua vitabu kwani tutavipata bure ndani ya vifaa hivi vya Airtel. Kwa jiji la Dodoma tunataka sasa tushike nafasi ya kwanza kabisa kitaifa na hii kwa kupitia msaada huu sasa nadhani mambo yatakuwa mazuri. Kwa hiyo naomba tuwapongeze sana, tunashukuru na hata hivyo tunawashukuru zaidi kwa sababu tulikuwa tumepata shule ishirini lakini tumewaomba ofisini wametuongezea shule kumi tena ziada. Kwa hiyo kwa hizo shule hata shule nyingine za jirani zinaweza kupata zikawa zinapata nafasi ya kwenda kujisomea katika hizo shule. Kwa hiyo tunaomba, tunawashukuru sana na tuwapongeze sana. Kwa niaba ya serikali, nimekuja kupokea vifaa kutoka kampuni ya Airtel kwa ajili ya kupata vitu vya kujifunza na kujifunzia kwa wanafunzi na walimu. Tunashukuru sana kwa msaada huu, kwa sababu itasaidia kurahisisha uf ufundishaji na wanafunzi kujifunza madarasani, kwa sababu ni vifaa ambavyo vilikuwa vipatikani katika mazingira ya shule. Kwa hiyo tunaamini kwa kutumia vifaa hivi vitatusaidia sana katika nyanja nzima ya kutoa elimu kwa wanafunzi. Sisi kama wakuu wa shule tunashukuru sana kwa vifaa hivi, tunaamini kwamba kwa kutumia vifaa hivi walimu pamoja na sisi wenyewe wakuu wa shule basi tutakwenda kurahisisha mchakato mzima wa kupata material mbalimbali kama ambavyo mmesema kwamba kuna vitabu lakini pia kuna quiz. Maana yake hii itaturahisishia sisi katika kuwapatia wanafunzi wetu hasoda, hasa kazi za nyumbani pamoja na vitabu kwa njia rahisi ambayo haina gharama ambayo haitakuwa mzigo kwa shule. Nitoe shukrani nyingi sana kwa Airtel. Moja, mmetuongezea maarifa kutafuta vitabu kwa wepesi kabisa tunapokuwa na vifaa mashuleni, lakini pili